Sakafu baridi ya gereza ndio ilikuwa faraja pekee aliyobaki nayo. Minyororo mizito ilifunga mikono yake ya uzee na giza lilimeza matumaini yake. Paulo, yule mtu aliyewahi kukabiliana na dhoruba, kupigwa kwa mawe na kuchapwa viboko, sasa alikuwa anakutana na jaribio lake kubwa zaidi, kifo cha hakika. Chini ya utawala wa watu wakatili sana, alikuwa amekutana na hatima yake ya mwisho. Hadithi inaanza Yerusalemu ambapo kijana Farisayo aliyeitwa Sauli aliwatesa kwa ukatili wafuasi wa njia. Akiwa na ruhusa kutoka kwa makuhani wakuu, alivamia nyumba akawavuta wanaume na wanawake na kuwapeleka gerezani na kukubali hukumu za kifo. Damu ya Stefano, shahidi wa kwanza Mkristo, ilimwagika huku Sauli akilinda mavazi ya waliomua. Bidii yake kwa sheria ya Musa ilimfanya awe hofu kwa kanisa changa, na waumini wengi wakakimbilia miji mingine. Akiwa njiani kwenda Dameski, chini ya jua kali la mchana, kila kitu kilibadilika. Nuru kali kuliko jua ilimzunguka na kumwangusha chini. Sauti ya mbinguni ikasema: Sauli, Sauli, kwa nini unanitesa? Ilikuwa Yesu Kristo yule aliyekuwa akimpinga. Kwa siku tatu alibaki kipofu bila kula wala kunywa hadi Anania akiongozwa na Mungu alipoweka mikono juu yake. Magamba yakaanguka machoni pake. Sauli mtesaji akawa Paulo aliyeteswa. Mabadiliko yalikuwa kamili na ya ghafla. Kwa zaidi ya miaka 20, Paulo alisafiri maelfu ya kilomita katika dunia ya Warumi. Katika safari yake ya kwanza pamoja na Barnaba, alikumbana na chuki Antiokia ya Pisidia, karibu apigwe mawe Ikonio, na Listra alipigwa mawe na kuachwa akidhaniwa amekufa, baada ya kudhaniwa kuwa Mungu Hermes. Hata hivyo, alianzisha makanisa na kuimarisha waumini wapya. Katika safari ya pili akiwa na Sila, alivuka Asia ndogo na kwa kuongozwa na maono ya usiku ya mtu wa Makedonia, akaileta injili Ulaya. Filipi alipigwa na kufungwa gerezani bila kosa. Athene alijadiliana na wanafalsafa katika Areopago. Korintho alianzisha jumuiya imara kwa miezi kumi na minane ya kazi. Katika safari ya tatu alifundisha kwa miaka miwili huko Efeso, kitovu cha ibada ya mungu wa kike Diana, na kusababisha ghasia kati ya mafundi waliokuwa wakipata faida kutokana na sanamu. Alitembelea tena makanisa ya Makedonia na Ugiriki akiwaimarisha waumini na kukusanya sadaka kwa ajili ya wahitaji Yerusalemu. Kila mji, ujumbe wake ulikuwa uleule: Kristo alisulubiwa na kufufuka, akitoa wokovu kwa wote bila kujali kabila au hali ya maisha. Roho Mtakatifu alimwonya Paulo katika kila mji aliyopita, kwamba gereza na mateso vilimngojea Yerusalemu. Huko Mileto, akiwaaga wazee wa Efeso, alisema kwa ujasiri mkubwa, sioni uhai wangu kuwa na dhamani kwangu, ili mradi nikamilishe mbio yangu na huduma niliyopewa na Bwana Yesu ya kushuhudia Injili ya neema ya Mungu. Kaisaria, nabii Agabo alichukua mkanda wa Paulo akajifunga miguu na mikono yake na kutabiri kwamba viongozi wa Kiyahudi Yerusalemu, wangemkamata. Wenzake wa safari walimlilia asiendelee. Paulo akajibu, kwa nini mnalilia na kuvunja moyo wangu? Niko tayari siyo kufungwa tu, bali hata kufa Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana Yesu. Uamuzi wake haukutikisika. Wito wa Mungu ulikuwa muhimu kuliko usalama wake. Kila hatua kuelekea Yerusalemu ilikuwa hatua ya makusudi kuelekea mateso yaliyotabiriwa. Yerusalemu alipokelewa kwa upendo na ndugu, lakini uvumi ukaenea kuwa alifundisha kinyume na sheria ya Musa. Ili kutuliza hali, alishiriki katika ibada ya utakaso hekaluni. Siku ya mwisho, Wayahudi kutoka Asia walimtambua na kuchochea umati wenye hasira. Eh, huyu ndiye mtu anayefundisha kinyume na watu wetu, sheria yetu na mahali hapa patakatifu. Akabururwa nje ya hekalu na angewawa kama si kuingilia kati kwa askari wa Rumi. Kiongozi wa jeshi akidhani ni muasi hatari kutoka Misri akaamuru afungwe kwa minyororo miwili akipelekwa ngome ya Antonia. Paulo akaomba ruhusa azungumze na umati wenye hasira. Kwa kushangaza, aliruhusiwa. Akiwa juu ya ngazi, alizungumza kwa Kiaramu akisimulia uongofu wake. Alipotaja utume wake kwa mataifa, umati ukapiga kelele, ondoeni mtu huyu duniani, hastahili kuishi. Hali Yerusalemu ikawa hatari zaidi kwa mtume wa mataifa. Alipoamriwa apigwe viboko ili akiri, Paulo alitangaza uraia wake wa Kirumi uliomlinda dhidi ya adhabu bila kesi. Kiongozi akaogopa na kesho yake akaitisha baraza la Sanhedrini. Mbele ya baraza, Paulo aliona mgawanyiko kati ya Mafarisayo na Masadukayo akasema, "Ninashitakiwa kwa sababu ya tumaini la ufufuo wa wafu." Gasia kubwa ikatokea hadi askari wakamlinda. Usiku huo Bwana alimtokea Paulo, uwe na moyo mkuu, kama ulivyonishuhudia Yerusalemu, ndivyo utakavyonishuhudia Roma. Muda mfupi baadaye, njama ya Wayahudi zaidi ya 40 iligunduliwa. Waliapa wasile wala kunywa hadi wamue Paulo. Ili kumlinda, alisindikizwa na askari 200 wapanda farasi 70 na askari mikuki 200 kwenda Kaisaria chini ya gavana Feliksi. Mpango wa Mungu ulikuwa unaendelea ukimpeleka Paulo mbali na Yerusalemu kuelekea Roma. Kaisaria, Paulo alihifadhiwa katika jumba la Herode akisubiri washitaki wake. Siku tano baadaye, kuhani mkuu Anania akafika na wazee pamoja na wakili Tatulo wakamshtaki, mtu huyu ni tauni anayechochea vurugu miongoni mwa Wayahudi wote duniani. Ni kiongozi wa dhehebu la Wanazareti na alijaribu kulinajisi hekalu. Paulo alijitetea kwa ufasaha, katika siku 12 tangu nifike Yerusalemu kuabudu, hakuna aliyenikuta nikibishana hekaluni au kuchochea umati. Feliksi aliyekuwa anaijua njia, akaahirisha kesi na akaamuru Paulo aendelee kulindwa kwa uhuru fulani. Mara kwa mara, Feliksi alimuita kusikia juu ya imani kwa Kristo, lakini Paulo alipozungumza juu ya haki, kujizuia na hukumu ijayo, Feliksi akaogopa na kumwacha aende. Kwa sasa nenda nikiona nafasi nitakuita. Alitarajia pia hongo. Miaka miwili ikapita Paulo akiwa gerezani. Felix alipofuatwa na Porkio Festo, viongozi wa Kiyahudi walitaka Paulo apelekwe Yerusalemu ili wamue njiani. Festo akakataa na kuwaalika washtaki Kaisaria. Akijaribu kuwapendeza Wayahudi akamuuliza Paulo, "Je, unataka kwenda Yerusalemu ukahukumiwe huko mbele yangu?" Paulo akaona mtego na akasema, ninasimama mbele ya mahakama ya Kaisari. Kama nina hatia ya kustahili kifo, niko tayari kufa. Namkata rufaa kwa Kaisari. Baada ya siku chache, Mfalme Agripa na Bernike wakatembelea Kaisaria. Agripa akataka kumsikia Paulo. Katika kikao cha heshima, Paulo akaruhusiwa kuzungumza. Akanyosha mkono akasema, ninahesabu kuwa ni heri, mfalme Agripa, kujitetea mbele yako leo, kwa kuwa unaijua desturi ya Wayahudi. Akasimulia maisha yake kama farisayo mwenye bidii, mateso kwa Wakristo na uongofu wake njiani Dameski. Akatangaza kuwa Kristo aliteseka, alifufuka na kuleta nuru kwa Wayahudi na Mataifa. Festo akamkatiza, una wazimu Paulo. Akajibu, nasema ukweli. Kukata rufaa kwa Kaisari kulimaanisha safari ndefu ya baharini. Paulo na wafungwa wengine wakakabidhiwa kwa askari Julius. Wakaondoka kwa meli, Luka na Aristarko wakiwa pamoja naye. Sidoni, Paulo aliruhusiwa kuwaona rafiki zake na kutunzwa. Walipita upande wa kisiwa cha Kupro kwa sababu upepo ulikuwa kinyume, wakavuka bahari ya wazi karibu na Kilikia na Pamfilia hadi wakafika Mira huko Likia. Huko walihamishwa na kupandishwa meli ya Aleksandria iliyokuwa inaelekea Italia. Safari ilikuwa ya polepole pole sana, hadi wakafika mahali paitwapo bandari nzuri Fairhavens, karibu na Lasia. Kusafiri kulianza kuwa hatari, kwa sababu wakati wa saumu ulikuwa tayari umepita. Paulo aliwaonya akisema, wanaume, naona safari hii italeta maafa makubwa. Imeli itaharibika, mzigo utapotea, na hata maisha yetu yako hatarini. Lakini jemadari alimwamini zaidi nahodha na mmiliki wa meli kuliko Paulo. Kwa kuwa bandari haikuwa nzuri kwa kukaa wakati wa baridi, wengi wakaamua kuendelea na safari wakitumaini kufika Foinike. Upepo wa kusini ulipoanza kuvuma taratibu, walidhani wamefanikiwa. Wakainua nanga na kusafiri karibu na pwani ya Krete. Lakini ghafla upepo mkali sana ulioitwa kaskazini mashariki ukaipiga meli. Hawakuweza kuhimili, wakajisalimisha kwa dhoruba iwachukue. Walipopita upande wa kisiwa kidogo cha Kauda, waliinua mashua ya kuokoa kwa tabu sana. Wakaifunga meli kwa kamba, wakihofia kugonga mchanga wa Sirti. Walishusha matanga na kuendelea kusukumwa na dhoruba. Siku iliyofuata, kwa sababu ya dhoruba kali, wakatupa mzigo baharini. Siku ya tatu, wakatupa pia vifaa vya meli kwa siku nyingi jua wala nyota havikuonekana na matumaini yote yakapotea. Baada ya kukaa muda mrefu bila kula, Paulo akasimama akasema, wanaume, mlipaswa kunisikiliza, msiondoke Krete, mgeepuka hasara hii. Lakini sasa nawatia moyo, hakuna hata mmoja atakayepoteza maisha, meli tu ndiyo itaharibika. Usiku wa jana, malaika wa Mungu ninayemtumikia alisimama karibu nami akasema, usiogope Paulo Lazima usimame mbele ya Kaisari, na Mungu amekupa maisha ya wote wanaosafiri pamoja nawe. Usiku wa 14 wakielea katika bahari ya Adriatiki, mabaharia wakahisi ardhi iko karibu, wakapima kina cha maji wakapata futi 120, kisha futi 90. Wakihofia kugonga miamba, wakatupa nanga nne nyuma ya meli, wakisubiri mapambazuko. Mabaharia walipojaribu kutoroka kwa mashua ya kuokoa, Paulo alimwambia jemadari, kama watu hawa hawatabaki ndani ya meli hamtaokoka. Askari wakakata kamba na kuiacha mashua ianguke baharini. Kabla ya alfajiri, Paulo aliwahimiza wote wale, hei, leo ni siku ya kumi na nne mkiwa hamjali kuleni ili mpate nguvu, maana hata unywele mmoja wa kichwa chenu hautapotea. Akachukua mkate akamshukuru Mungu mbele yao wote, akaumega na kuanza kula. Wote wakapata moyo na wakala pia. Jumla yao walikuwa watu mia mbili sabini na sita ndani ya meli. Baada ya kula, wakapunguza uzito wa meli kwa kutupa nafaka baharini. Kulipokucha, wakaona guba yenye ufuo, wakaamua kuielekeza meli huko. Wakakata nanga, wakainua tanga la mbele, wakaelekea ufukweni. Lakini meli ikagonga mchanga. Sehemu ya mbele ikakwama na nyuma ikaanza kuvunjika kwa nguvu ya mawimbi. Wote walifika nchi kavu salama. Wakagundua kuwa walikuwa kwenye kisiwa cha Malta. Wakazi wa kisiwa hicho walionyesha wema wa ajabu, wakawasha moto kwa sababu ya mvua na baridi. Paulo alipokuwa anakusanya kuni za moto, nyoka mwenye sumu akamngata mkono. Wenyeji walipoona hilo wakasema, hakika huyu ni muuaji, ameokoka bahari, lakini haki haitamwacha aishi. Lakini Paulo akamtupa nyoka motoni bila kudhurika. Ndipo wakabadili mawazo, wakasema, huyu lazima awe Mungu. Karibu palikuwa na shamba la Publio, kiongozi wa Kirumi wa kisiwa hicho. Aliwakaribisha kwa siku tatu. Baba yake Publio alikuwa mgonjwa wa homa na kuhara. Paulo akaomba akaweka mikono juu yake naye ya akapona. Baada ya hapo wagonjwa wengine wa kisiwa wakaja na wote wakaponywa. Watu wa Malta waliwaheshimu sana, na walipoondoka baada ya miezi mitatu waliwapa mahitaji yote ya safari. Wakaondoka kwa meli ya Aleksandria iliyokuwa imekaa kisiwani wakati wa baridi, ikiwa na sanamu ya miungu mapacha Kastori na Poluksi. Wakafika Sirakusa wakakaa siku tatu, kisha wakaendelea hadi Regio na Puteoli. Huko wakakutana na ndugu waliowaomba wakae wiki moja, kisha wakaelekea Roma. Roma, Paulo aliruhusiwa kuishi peke yake akilindwa na askari. Baada ya siku tatu aliwaita viongozi wa Wayahudi akawaambia, ndugu, ingawa sikufanya kosa lolote dhidi ya watu wetu au desturi za mababu, nilikamatwa Yerusalemu na kukabidhiwa kwa Warumi. Waliponichunguza walitaka kuniachia kwa sababu sikustahili kifo. Lakini Wayahudi walipopinga, nililazimika kukata rufaa kwa Kaisari. Nimefungwa kwa minyororo hii kwa sababu ya tumaini la Israeli. Wakamjibu, hatujapokea barua yoyote kutoka Uyahudi kukuhusu wala hatujasikia habari mbaya. Lakini tunataka kusikia mafundisho yako, maana tunajua dhehebu hili linapingwa kila mahali. Wakapanga mkutano mkubwa na Paulo. Kuanzia asubuhi hadi jioni, aliwaeleza ufalme wa Mungu akijaribu kuwashawishi kuhusu Yesu kutoka katika sheria ya Musa na manabii. Wengine wakaamini, wengine hawakuamini. Paulo alikaa miaka miwili kamili katika nyumba aliyokodisha akiwakaribisha wote waliomtembelea. Alihubiri ufalme wa Mungu na kumfundisha Yesu Kristo kwa ujasiri wote bila kizuizi katika kipindi hiki aliandika barua kadhaa ambazo baadaye zikawa sehemu muhimu ya Agano Jipya. Mwezi Julai mwaka wa 64, Paulo akiwa bado chini ya ulinzi Roma, moto mkubwa ulizuka katika eneo la Circus Maximus. Kwa siku sita na usiku saba, moto uliunguza sehemu kubwa ya jiji. Wilaya kumi kati ya 14 na ziliathirika, tatu zikaharibiwa kabisa. Nero aliyekuwa Antium mwanzoni alirudi kusaidia akafungua bustani zake kwa wasio na makazi na kujenga makazi ya muda. Hata hivyo, uvumi ulienea kuwa yeye mwenyewe aliamuru moto ili apate nafasi ya kujenga jumba lake kubwa Domus Aurea. ili kuondoa lawama, Nero alihitaji wa kulaumiwa. Wakristo, waliokuwa wakitazamwa kwa mashaka kwa sababu ya mikutano yao ya siri na kukataa kuabudu miungu ya kipagani, wakawa walengwa rahisi. Mwanahistoria Tacitus aliandika kuwa Nero aliwatesa kwa mateso makali sana Wakristo. Mateso yalikuwa ya kikatili. Wakristo wengi walikamatwa, wengine wakasalitiwa na majirani. Wengine walivaliwa ngozi za wanyama na kuliwa na mbwa. Wengine walisulubiwa. Wengine walipakwa lami na kuchomwa moto kama taa za bustani za kifalme. Uhuru mdogo wa kifungo cha nyumbani ukaisha. Kwa kuwa alikuwa kiongozi mashuhuri wa Wakristo, Paulo alihamishwa hadi gereza la Mamatine, gereza baya sana chini ya kilima cha Kapitolini, kwa ajili ya wale waliokuwa wakingoja kuuawa. Lilikuwa na vyumba viwili chini ya ardhi, lililochongwa kwenye mwamba. Chumba cha chini, ambacho inaaminika Paulo alikaa, kilikuwa kinaingia kwa tundu juu. Hakukuwa na madirisha, hakukuwa na mwanga wa asili wala hewa ya kutosha. Katika mazingira haya baridi, machafu na yenye kunuka, akiwa karibu kukatwa kabisa na mawasiliano na watu, Paulo aliandika barua yake ya pili kwa Timotheo, ambayo ilikuwa kama wosia wake wa kiroho. Aliandika kwa maneno ya kugusa moyo, e hey, ninamwagwa sasa kama sadaka ya kinywaji, na wakati wa kuondoka kwangu umefika. Nimepigana vita iliyo njema, nimemaliza mbio, nimeilinda imani. Kwa huzuni kubwa alisimulia jinsi alivyoachwa peke yake, e, katika utetezi wangu wa kwanza hakuna mtu aliyesimama upande wangu, wote waliniacha. Ni Luka pekee aliyebaki kuwa mwaminifu kwake. Paulo alimwomba Timotheo aje haraka kabla ya majira ya baridi, akileta joho aliloliacha Troas, ombi la kusikitisha lililoonyesha hitaji lake la joto la mwili ndani ya gereza baridi sana. Katika msimu wa vuli wa mwaka 67, Paulo alifikishwa mahakamani mbele ya wawakilishi wa kifalme katika jukwaa la Roma. Akiwa amefungwa minyororo, mtume aliyekuwa amezeeka kabla ya wakati wake kwa sababu ya mateso mengi, alipita mitaa iliyojaa raia wa Roma, wafanyabiashara na watumwa wengine wakimtazama kwa udadisi, wengine wakimdharau. Kwa kuwa mfuasi wa yule aliyesulubiwa Tofauti na kesi kesi za hadhara huko Uyahudi, kesi hii ilifanyika kwa siri. Mashtaka yalikuwa yamebadilika. Haikuwa tena kuhusu masuala ya dini ya kiyahudi pekee, bali makosa mazito dhidi ya dola ya Roma, uchochezi, kuvuruga amani na hata tuhuma za kuhusika katika njama ya moto mkubwa. Lakini Paulo, akiwa mwaminifu kwa wito wake wa kitume, aliigeuza kesi yake kuwa nafasi ya mwisho ya kuitangaza injili kwa viongozi wa Roma kama alivyoandika mwenyewe e, katika utetezi wangu Bwana alisimama pamoja nami na kunipa nguvu, ili ujumbe utangazwe kikamilifu na mataifa yote ya usikia. Katika ufalme ambao ibada ya Kaisari ilikuwa ishara ya utii wa kisiasa, tamko la Wakristo Yesu ni Bwana, lilipingana moja kwa moja na madai ya Nero ya kuwa wa kiungu. Hukumu ilikuwa karibu hakika. Uamuzi wa mahakama ya kifalme ulikuwa rahisi kutabirika. Wakati huo wa mateso makali dhidi ya Wakristo waliolaumiwa kwa moto, Paulo hakuwa na tumaini la kuhurumiwa. Hata hivyo, kwa kuwa alikuwa raia wa Roma, aliepushwa na kifo cha kikatili zaidi kilichotolewa kwa wasio raia. Hukumu ya kifo ilipotangazwa, Paulo aliipokea kwa heshima na utulivu aliokuwa nao daima. Hakukuwa na kilio cha kukata tamaa wala kukana imani. Maneno yake mwenyewe yanaonyesha mtazamo wake. Ni kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Alirudishwa tena katika gereza la Mamatine akisubiri kuuawa. Mapokeo ya Kikristo yanasema kuwa katika kipindi hiki cha mwisho, Petro pia alifungwa mahali hapo hapo. Ingawa Agano Jipya halithibitishi mkutano huo, ni jambo la kugusa moyo kuwaza hawa mitume wawili wakuu waliokuwa tofauti sana katika tabia na wito, lakini wameunganishwa na kusudi moja, wakihimizana katika siku zao za mwisho. Kwa heshima ya uraia wake wa Roma, Paulo alihukumiwa kuuawa kwa upanga, kifo kilichohesabiwa kuwa cha heshima zaidi kuliko kusulubiwa ambacho Petro alipata. Katika dakika zake za mwisho huenda alikumbuka maneno ya Yesu kwa Anania, he. Nitamuonyesha mambo mengi anayopaswa kuteseka kwa ajili ya jina langu. Asubuhi iliyopangwa, askari walimtoa Paulo na kumpeleka mahali pa kuwawa nje ya kuta za mji kupitia njia ya Ostia kuelekea bandari ya Ostia. Alitembea kwa hatua thabiti licha ya uzee na udhaifu wake. Huenda baadhi ya Wakristo waliokuwa wamenusurika mateso walichanganyika kimya kimya na umati ili kushuhudia safari yake ya mwisho. Hawakuweza kujitambulisha wazi bila kuhatarisha maisha yao, lakini uwepo wao wa kimya ulithibitisha adhari kubwa ya Paulo. Msafara ulipita mbele ya mahekalu na majengo makubwa ya Roma ya kifalme, alama za nguvu ile ile iliyotoa amri ya kifo chake. Kwa kushangaza, ufalme huo huo ulitoa barabara, lugha ya pamoja na utulivu uliosaidia injili kufika mpaka mwisho wa dunia. Mapokeo yanasema Paulo alikutana na mwanamke wa heshima wa Kirumi aitwaye Plautila, aliyempa shungi lake afunike macho yake wakati wa kuuawa. Kwa kufuata desturi ya Kirumi, Paulo alilikubali, akiahidi kulirudisha baadaye, ahadi ambayo, kulingana na mapokeo, alitimiza kwa kumtokea baada ya kifo chake. Walipofika akwae Salviae ambayo leo ni abasia ya chemchemi tatu, maandalizi ya mwisho yakafanywa. Kigoda cha kukatia kiliandaliwa. Mnyongaji akauvuta upanga wake wa Kirumi uliokuwa uking'aa. Kabla ya kupiga magoti, Paulo aliomba apewe muda mfupi wa kuomba. Kulingana na mapokeo ya awali ya Kikristo, aliomba si kwa ajili yake tu, bali pia kwa waumini wa Roma, kwa makanisa yote aliyoyaanzisha katika bahari ya Mediterania, na hata kwa Nero na mji wa Roma. Akiwa amefunika macho kwa shungi la Plautila, Paulo akaonyosha shingo yake. Wakristo waliokuwapo waliona jinsi alivyokabiliana na kifo kwa ujasiri ule ule uliotawala maisha yake. Hakukuwa na hofu usoni mwake, bali amani na matumaini. Kwa pigo moja la haraka la upanga maisha ya mtume hapa duniani yakafikia mwisho. Yule aliyesema kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida, sasa aliingia katika ukweli huo wa mwisho. Kulingana na mapokeo, kichwa chake kilipogusa ardhi kiliruka mara tatu na kila mahali palipotua palitoka chemchemi ya maji kwa muujiza. Ndipo mahali hapo pakaitwa Chemchemi Tatu. Wakristo wachache waliokuwapo wakihatarisha maisha yao walichukua mwili wake na kumzika katika kipande cha ardhi kando ya njia ya Ostia. Mwili wa Paulo ulizikwa kwa unyenyekevu lakini ushawishi wake ulikuwa unaanza tu. Mahali hapo pakawa kituo cha hija kwa Wakristo. Katika karne ya nne baada ya Konstantino kuhalalisha Ukristo, basilika ilijengwa juu ya kaburi lake na baadaye makanisa mengine yakafuata, hadi kufikia basilika ya Mtakatifu Paulo nje ya kuta iliyo leo. Ni muhimu kufafanua kuwa Biblia haielezi jinsi Paulo alivyokufa. Kitabu cha Matendo ya Mitume kinaishia Paulo akiwa chini ya kifungo cha nyumbani Roma kwa miaka miwili, Matendo 28:30 na 31, 31 bila kutaja mwisho wake Mapokeo ya awali ya Kikristo, yakiwemo maandishi ya Eusebius na Tertullian, yanasema kuwa Paulo alikatwa kichwa Roma wakati wa mateso ya Nero, lakini haya si maandiko ya Biblia. Maelezo mengi katika simulizi hili, kama gereza la Mamertine, mkutano na Plautilla, muujiza wa chemchemi tatu, na mahali kamili pa kuwawa, yanatokana na mapokeo ya baadaye na hayana uthibitisho wa moja kwa moja wa kibiblia hata hivyo urithi wa kweli wa Paulo uko katika maandiko yake ambayo yanachukua karibu theluthi moja ya Agano Jipya. Barua zake zinajibu maswali ya msingi: kuhesabiwa haki kwa imani, uhuru katika Kristo, kanisa kama mwili wa Kristo na tumaini la ufufuo. Paulo aliyejiona kuwa mdogo kuliko mitume wote na mwenye dhambi mkuu, akawa mfasiri mwenye ushawishi mkubwa zaidi wa maisha, kifo na ufufuo wa Yesu. Safari zake za umishonari zilianzisha jumuiya za Kikristo kote Mediterania zikageuza Ukristo kutoka harakati ya Kiyahudi kuwa imani ya dunia nzima. Farisayo mwenye bidii aliondoka Yerusalemu kama mtesaji, alikufa Roma kama aliyeteswa. Raia wa Roma mwenye fahari alipata uraia wake wa kweli mbinguni. Nero aliyetoa amri ya kuwawa kwake alijiwa chini ya mwaka mmoja baadaye. Ufalme wake ulianguka, lakini urithi wa kiroho wa Paulo unaendelea kuishi. E hey, nimepigana vita iliyo njema, nimemaliza mbio, nimeilinda imani. Hadithi ya Paulo inatufundisha kwamba maisha ya imani si rahisi, lakini yana thamani ya milele. Kutoka kuwa mtesaji hadi kuwa mtume, kutoka uhuru hadi kifungo, kutoka nguvu za kibinadamu hadi ushindi wa kiroho, Paulo alitufundisha kuwa utii kwa Mungu ni muhimu kuliko usalama, heshima au hata uhai wenyewe. Tunajifunza kuwa e, Mungu anaweza kumbadilisha mtu yeyote bila kujali historia yake. E, Mateso hayamaanishi Mungu hayupo; mara nyingi ndiyo njia ya kusudi lake kutimia. Iwaminifu kwa Mungu Mungu hadi mwisho unaacha urithi usiofutika. E, falme za dunia hupita, lakini neno la Mungu linaendelea milele. E, kuishi kwa Kristo na kufa kwa Kristo ni ushindi, si hasara. Paulo alipoteza maisha yake hapa duniani, lakini alipata taji la uzima. Mwili wake ulizikwa, lakini ujumbe wake unaendelea kuishi, kuhubiri na kubadilisha maisha hadi leo, ikiwemo maisha yako na yangu. Kama umebarikiwa na ujumbe huu, tafadhali lipenda video hii. E, toa maoni yako, utuambie umejifunza nini kutoka kwa maisha ya Paulo. Andika pia unatazama kutoka nchi au mji gani. Inajisajili kwenye channel hii kwa masomo na hadithi zaidi zenye kubadilisha maisha. Asante kwa kutazama, Mungu akubariki sana. Shalom.